Mwigizaji Nicole na mwenzake ambaye walikuwa wamekamatwa pamoja wakishtakiwa kwa kesi ya kupokea fedha kutoka kwa umma bila kibali cha benki ya BOT wameachiwa kwa dhamana, na ni Jumatatu ya tarehe 17 ambapo hata Jumatatu hii wakati naweka ile stori ya kile ambacho Nicole amekiandika kwenye peji yake ya Instagram nilijiuliza maswali, inawezekanaje kama mtu bado yuko rumande anapata wapi simu ya kuposti na kuandika vitu kama vile Kwa hiyo kumbe ameachiwa kwa dhamana. Na Mwananchi wameikava hii stori, ambapo wameiweka pia kwenye website yao wakiandika kwamba msanii maarufu wa msani uigizaji Joyce Mbaga mwenye umri wa miaka 32 maarufu Nicole Berry, na mwenzake Rehema Mahanyu mwenye umri wa miaka 31 wanaokabiliwa na kesi ya uhujumu uchumi wameachiwa kwa dhamana. Msanii huyo na mwenzake walipandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi Kivukoni inayoketi Kinondoni Jumatatu Machi 10, 2025, wakikabiliwa na kesi ya uhujumu uchumi kutokana na kupokea amana ama fedha kutoka kwa umma bila kibali cha Benki Kuu BOT. Msanii huyo na mwenzake wameachiwa Jumatatu ya Machi 17, 2025 na hakimu mkazi mwandamizi Ramadhani Rugemarila anayesikiliza kesi hiyo baada ya kutimiza masharti ya dhamana. Nicole amedhaminiwa kwa hati ya nyumba yenye thamani ya shilingi milioni mia moja iliyoletwa na mmoja wa wadhamini wake, ambao hata hivyo majina yao hayajafahamika. Lakini pia mwenzake Rehema E, kwa upande wake amedhaminiwa na Ramadhani Juma pamoja na Joyce Easton pamoja na hati ya nyumba yenye thamani ya shilingi milioni 57. So, in total wamedhaminiwa kwa e, E, dhamana ya shilingi milioni 157, na, na hati za nyumba zimehusika hapo, kwa sababu nakumbuka pia kwenye moja ya masharti ya dhamana ambayo Nicole alishindwa kuyatimiza kwa wakati kipindi kile e, ilikuwa ni pamoja na kuleta hati ya mali ambazo hazihamishiki. Kwa hiyo e, tayari wako nje kwa dhamana, na nimeona pia watu wengi wakimkosoa Nicole, wewe bado kesi inaendelea, alafu nakuja kutukana watu, unaandika vitu vya hovyo. Anyway, sijui, unajua Nicole ndivyo alivyo, ambavyo E, watu wengi wamemzoea ni mtu wa hivyo e, hanaga simile wanasema, e, ni mtu wa kuongea e, kama ambavyo wanafanya. Hiyo wako nje na kesi bado haijaisha, inaendelea mahakamani mpaka pale ambapo itatajwa tena. Una mtazamo gani hapo chini kwenye sehemu ya comments? Ni kukumbusha pia kusubscribe hapa kwa taarifa nyingine kila wakati.